Na hii ni kutoka New York Marekani, ambako rais wa Marekani Donald Trump amesema kwa uwazi bila kificho kwamba hatoruhusu Israeli, mshirika wake wa karibu, kutwaa kwa mabavu Ukingo wa Magharibi. Trump alitoa kauli hiyo mbele ya waandishi wa habari mara baada ya kikao cha faraga na baadhi ya viongozi wa Kiarabu pembezoni mwa Mkutano Mkuu wa Umoja wa Mataifa wiki hii. Trumpu alinukuliwa akisema kuwa ikiwa tunataka amani ya kweli Mashariki ya Kati, lazima tukomeshe vitendo vya uchokozi kama unyakuzi wa ardhi. Nimemwambia Netanyahu wazi, sitokubali jambo hili litokee. Kauli hiyo imezoa gumzo kimataifa, hasa kwa kuwa imetolewa na kiongozi ambaye amekuwa karibu sana na Israeli katika kipindi chake cha uraisi. Eneo la Ukingo wa Magharibi ni sehemu ambayo inayogombewa sana. Wapalestina wanaiangalia sehemu hii kama msingi wa taifa lao la baadaye, lakini baadhi ya mawaziri wa Israeli wanataka kulinyakuwa kama sehemu ya taifa la Kiyahudi. Trump pia aligusia mgogoro unaendelea Gaza, akitoa wito wa kupatikana kwa amani ya haraka pamoja na kuachiliwa kwa mateka walioko mikononi mwa Hamas. Lazima tupate amani Gaza, lakini hawezi kuhubiri amani huku pande mmoja unapanua mipaka kwa nguvu, aliongeza kwa msisitizo. Je, yeah. hii ni dalili ya Trump kujipanga kwa uchaguzi wa elfu mbili na ishirini na nane au ni juhudi za dhati kurejesha ushawishi wa Marekani Mashariki ya Kati? Wachambuzi wanasema kauli hii ni ya kisiasa, lakini huenda ikawa na manufaa zaidi ya muda mrefu. Kwa sasa dunia inaangalia kwa makini. Je, yeah. Netanyahu atazingatia onyo la Trumpu? Na je, ndoto ya suluhisho la mataifa haya mawili na nafasi ipi? Trump pia aligusia mgogoro unaendelea Gaza, akitoa wito wa kupatikana kwa amani ya haraka pamoja na kuachiliwa kwa mateka walioko mikononi mwa Hamas. lazima tupate amani Gaza, lakini hauwezi kuhubiri amani huku pande mmoja unapanua mipaka kwa nguvu, aliongeza kwa msisitizo. Je, hii ni dalili ya Trump kujipanga kwa uchaguzi wa 2028 au ni juhudi za dhati kurejesha ushawishi wa Marekani Mashariki ya Kati? Wachambuzi wanasema kauli hii ni ya kisiasa, lakini huenda ikawa na manufaa zaidi ya muda mrefu. Kwa sasa dunia inaangalia kwa makini. Je, Netanyahu atazingatia onyo la Trump? Na je ndoto ya suluhisho la mataifa haya mawili na nafasi ipi? Tuambie kwenye comment section hapo chini. Wewe unadhani huu ni mwanzo wa kurasa mpya wa amani au ni maneno ya kisiasa? Hii ni Mwananchi Digital, endelea kufuatilia kupitia platform zetu mbalimbali ili uweze kufahamu mengi yanayojiri ndani na nje ya mipaka Tanzania. Baki nasi.